Wakati mwingine maisha inakuaga ngumu, unajaribu kuelewa, unabaki tume umwe kichwa si hati auna watu wenye unaweza unaweza pigia, lakini wenye unaweza pigia wenye wanakujali leo, ukweli si hati wawezi kusaidia, ni vile tu wawezi kusaidia na pesa, lakini after all wao ndio walikufundisha kuamini Mungu ndio alikufundisha kukuwa na ile moyo, ndio hukupea hayo maneno yenye anakufanyaga uendelee kusonga na iyo maisha. Sijui nitafanya nini, lakini kwa sababu na juu huyu Mungu haweziachilia watu wake, nitaendelea tu kumwamini yeye. Ndiye alituumba, na eye ndiye anakuaga ameshikilia maisha yetu. Wacha tu tumwamini, kwa sababu hatutaishi hivi, atakuja tu, taimu yake, tungoje tu taimu yake, kwa sababu hata etwaibisha